Chama cha Mapinduzi, viongozi wa kitaifa wa Chama cha Mapinduzi, viongozi wetu wa dini, wazee wetu wa Simiyu, asalamu alaykum. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru, nashukuru sana. Nashukuru, nashukuru sana kwa mapokezi makubwa haya, nashukuru sana. Nimeandamana na viongozi wa serikali wengi sana na chama, kuanza ziara ndani ya mkoa wa Simiyu, na leo tukifika nitakutana tuna wazee, lakini kesho ndio tutaanza kazi rasmi sasa, kwa sababu nitakuwa napita kwenye maeneo tofauti. Vijana ye aya, tusikilizane vijana. Kwa hiyo well, kama nilivyosema, tutazungumza nikipita kwenye maeneo yetu, lakini leo nimesema tusimame hapa, tusalimiane na niombe funguo za kuingia Simiu. Nadhani funguo imenipatia, si ndio? Simiu, Simiu iko salama, si ndio? Mashule mmeyaona, mahospitali, maji, mengine tutaongea ndugu zangu na umeme si upo? Uwa! Aya, mi nashukuru sana sana sana kwa mapokezi makubwa haya. Mapokezi makubwa haya yani ni pamoyo mama yenu na dada yenu, yana ni pamoyo na yana nifanya niamini kwamba kweli nimefanya kazi kwa Watanzania. Nilipita hapa mwaka ishirini na moja ishirini na mbili nilianza ziara hapa na nikapokewa kwa wingi namna hii, lakini wakati ule bado nilikuwa sijafanya kitu, nilipita kujitambulisha. Lakini nashukuru kwa uwezo wa Mungu tumeweza kufanya kazi kubwa ya kuleta maendeleo kwa wananchi hiyo leo ziara yangu leo ni kuja kuwasikiliza ndugu zangu, tumefika wapi? Mnataka nini? Tuende vipi? Hiyo ndio ziara yangu katika mkoa huu. Oh. Sasa baada ya kusema hayo, nimeanza moja kwa moja bila kukaribishwa na wenyeji nikitambua kwamba mimi ni Mtanzania na kila pahali ni kwetu.